Tukiangalia tunaambiwa mwanamke katika Qur'ani tukufu, ana inampatia heshima mwanamke kama mama, hiyo ni nafasi ya kwanza. mm. kwa sababu kila mama ama kila mtoto katika dunia hii kwanza ametokana kupitia kwa nani? kwa mama. Mm. Kwa hiyo mama huyu amepatiwa nafasi ya kipekee kwa sababu gani, hususan unakuta mwanamke huyu mpaka akapata ile nafasi ya umama, akaonekana kwamba ni mwanamke ambaye ni mtu ambaye ni muhimu katika jamii kupitia kwanza malezi yake, ama kupitia kwanza vile mwanamke anapokuwa anapata kwanza ujauzito. Mm. Unaona, kwa sababu mpaka mm. mtu anakuja kuitwa mama kwanza anapitia katika ujauzito. Na katika ule ujauzito mwanamke huyu unakuta anapata mambo mengi ambayo ni mazito hmm, kwa sababu mtu kupata uz, uzito si kitu ambacho tunapenda. Mwanamke unakuta akishakuwa ni msichana kwanza, akiolewa, watu wanapenda wapati, apati nini mtoto, lakini katika ule utungaji wa mimba mwanamke ule apate ile jina la mama, unakuta kuna mambo mengi ambayo anayapitia pale, ambayo yanamfanya kwanza kuwa dhaifu katika ule ubebaji wake mimba. Kwa nafasi ya kwanza yule mwanamke tunampatia ni mama, hmm, ambaye mama huyu kwanza anakuja kupata ni mtu ambaye anabeba mimba na jimba, ule mimba unakuta kuna mambo ule nafasi mama amba tunapata mtoto mama. Mama tukufu tukiangalia katika sura ulukuman ambao ni sura ya 31, aya ya 14 baada audhu billahi minashaitani la'ini rajim bismillahi rrahmani rrahim. Mwenyezi Mungu amesema katika aya hii, wa wawasaina alinsana biwalidaihi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fiswaluhu fi amain an ishkur li lii waliwalidaika ilay lmaswir. Tukiangalia katika aya hii tafsiri, tafsiri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuambia na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia ihsani, yaani kuwafanyia ihsani wazazi wake hmm. Tukisema wazazi wake na maana baba na mama. Kwa hiyo maana hii ni nafasi ya kwanza hmm. Ambayo mwanamke anakuwa anapatiwa na Allah Subhanahu wa Taala hmm. Mwanamke kama mama, na Mwenyezi Mungu akawahusia, ina maana hapa kipengeleki cha kwanza aliyehusiwa ni mwanadamu mwanadamu huyu ina maana ni mtoto atakaye patikana patika, atakaye kupitia kwa wazazi wawili awafanyie ihsani mm. ina maana sisi watoto ama watoto wetu wanatakiwa watufanyie ihsani ama tuwafanyie ihsani wazazi wetu, yani kuwafanyia ule wema. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wazazi, ina maana hapa kachanganya wote wawili wawili baba na mama, mama. Lakini Mwenyezi Mungu akaendelea kusema akisema mama yake ameichukua mimba amechukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. Kwa hiyo hapa ni mama, mama ndio mwenye kubeba mimba. Kwa hiyo ndio maana mwanamke hapa amepatiwa nafasi, akijua kwamba yeye kama mama mwanamke akishakuwa anabeba mimba, anabeba mimba katika udhaifu, ndio ya udhaifu. mwanamke atagonjeka, atakuwa anaumwa, anajisikia vibaya. Ama chakula, chakula ambacho mm -hmm. chakula kile ambacho yani, ukiwa hujakuwa ya mjamzito mm -hmm. huwezi kukila, lakini ukijakuwa mjamzito na no, kitaka hicho mm yani unakuta mwanamke una anakuwa katika matamanio tofauti tofauti, tena yafani yanakuwa matamanio yafani, kwa sababu ukija ukiangalia mtu unakula chakula hiki yani sasa wewe ndio umeridhika sasa eh, kuona kwamba ndio kizuri eh, eh, ndio ambacho ni chakula ambacho umekipenda, right, na ndio utakachokula na kikae, lakini ukiletoa chakula kingine ambacho mwingine ndo wanakiona ni kizuri, hapo unakuta sasa kinashindana mm, na hali yako, ama ukute ni chakula ambacho ulikuwa unakipenda alafu ukaje ukakichukia, hivyo ndo vinakuwa mm, hivyo. Kwa hiyo ndio maana tukaambia udhaifu juu ya udhaifu no. Mwenyezi Mungu anajua kwamba unakuta, yani mabadiliko yameingia katika mwili wa mwanadamu mm, si hali yake ya kawaida, imeshakuwa nani, kuna mambo mengine ameshaingia ndani ambayo yanamfanya mpaka anafanya vitu kama vile na, na si eti labda na, ni kujifanyisha si kujifanyisha mm-hmm. Ndo ule udhaifu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameshausema mm-hmm. Kwa hiyo udhaifu huu anaupata ni mwanamke ambaye yeye ndo anaitwa kama mama wa huyu mtoto. Ukija ukiangalia baada ya kupata ule ujauzito mpaka akaja akamzaa yule mtoto, anakuja kumzaa kwa machungu bado kwaona maana, ni kipindi kigumu, mtu anakuwa anakichukua pale yule mwanamke sana, takriban unakuta ni miezi tisa, lakini unakuta yani takriban tunasema ni huo mwaka, unakuta ni yani mwaka wako yani wa kuishi katika taabu. hmm. kutokana na kujiweka kuje maandalizi kum, kuja kumpokea yule mtoto, ndio ili uweze kupata jina kama mama. hmm. hmm. Baada ya hapo, unakuta mwanamke huyu Mwenyezi Mungu akaendelea na kumnyonyesha, atakiyemnyonyesha nani? bado ni huyu mama. mm. Kwa hiyo mwanamke anakuja kumnyonyesha na baada atakapomnyonyesha, mwanamke huyu atamnyonyesha mtoto wake kwa muda wa miaka mingapi? Miwili. Miwili. Katika hiyo miaka miwili, kwa hiyo ndio pale tunaambiwa mtu anapokuwa anamnyonyesha mtoto ananyonyeshe mtoto wake kwa muda haulaini kama laini liman arada ayutima radhaa. Miaka miwili kwa yule ambaye atakataka kukamilisha hizo miaka miwili ya kunyonyesha. Ina maana kwamba bora upunguze kuliko ni kuongeza zaidi. Kwa sababu mm. mm. mm. unakuta mtu mwingine anaweza ka akaongeza zaidi ya miaka miwili mm. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema haulaini kamilaini liman arada yutima radhaa. Ina maana ukitaka kupunguza unaweza kupunguza, lakini si kuongeza sipongeza zaidi ya miaka miwili. Maana Mwenyezi Mungu ana hikma kwa nini amesema hivyo? Naam, ni hikma kweli Mwenyezi Mungu paka akasema hivyo. Kila Mwenyezi Mungu anachokiweka ni katika mpangilio mm. mm. wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanamke huyu anamnyonyesha mtu miaka miwili, na katika kule kumnyonyesha pia kuna taabu zake. Mama huyu lazima apate chakula sana cha, chakula kitakachomfanya akakuwa na nguvu na kuweza kuleta ile maziwa mm. Kwa sababu bila kupata vyakula ambavyo vitakamfanya akapata ile maziwa, na maana pia mtoto mm. atakosa ile lishe yake muhimu ambayo inatokana mm. kwa mama yake mm. katika kunyonya ile maziwa mm. Kwa hiyo yote hii ni huyu mama mm. anaibeba yote, ndio maana hii nafasi ambayo ni ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia huyu mwanamke, na pia vile vile tukaambiwa ya kwamba unishukuru mimi na wazazi wako. Kwa hiyo namaana kwamba mtoto anatakikana amshukuru Mwenyezi Mungu na pia vilevile amshukuru vile wazazi, wazazi wake, wake. Inamaana kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo ameleta huo uumbaji wako mm. hapa duniani kupitia katika tumbo la mama yako na, na pia vilevile vile, yeye ndo amekuwekea haya maisha mpaka ukaja ukajikuta wewe ni kiumbe unajielewa kwa hiyo unachotakikana kufanya, Mwenyezi Mungu anachotaka yeye ni shukurani tu mm. na kushukuru kwa Mwenyezi Mungu ni kusema alhamdulillahi, si kwamba tumnunulie kitu mpelekee. Mwenyezi Mungu hahitaji chochote kwetu sisi, anachohitaji ni ile tu shukurani basi. Mwenyezi Mungu hatuhitaji sisi, isipokuwa mm. sisi, sisi ndio tunamuhitajia yeye kwetu mm. sisi, anachotaka ni shukurani tu peke yake na ile kulinda mm. yale ambayo anatakikana ni lazima tumfanyie Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na mwisho wake. Na vile vile tukawaambia pia, watoto pia wanatakiwa waheshimu tena nani, washukuru pia wazazi wao. yani mtoto anatakiwa kumshukuru mzazi wake kwa kumlea, kumza, kumlea, mpaka kumfanyia yote yale ambayo amemfanyia. Na unakuta daura kubwa hii sana sana tunacheza sisi wamama. Mama unakuta anacheza daura kubwa sana katika kile kipindi mtoto mpaka aje akue na aje awe ni mtu, awe mtu mzima. Unakuta mama amecheza ile daura kubwa sana pale Atuseme baba kwamba wacheze kwa sababu baba wao pia wanacheza upande wao katika kuleta mahitaji ya yule mtoto, kumsomesha, kunini. Vyote hivyo unakuta ni baba na saa nyingine pia unakuta wanashirikiana baba na mama. Kwa hiyo hawa wote ni wazazi wake ambao wanashirikiana katika kumkuza huyu mtoto, mtoto. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kuwatendea wema na kuwashukuru hawa wazazi wake atakapokuja kuwa yeye ni mwenye kujielewa, si kumfanyia mzazi wake kituko ama vituko. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akasema na marejeo yenu ni kwangu. Kwa hiyo ina maana kwamba tunaumbwa katika hii dunia, tunaletwa, tunakua, tunafanya zile yote ambayo tunataka, starehe zote tunazofanya katika hii dunia, lakini tujue kwamba iko siku marejeo yetu sisi ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anatakikana akae macho, aangalie yale ambayo ni yapi ambayo yanafaa kumfanyia Mwenyezi Mungu na yapi ambayo hayafai kumfanyia Mwenyezi Mungu subhanahu mm. wa ta'ala.